Hizi itikadi <laughs> za vyama zisituweke mbali, makatibu wenezi lazima tusaidiane. Kwa hiyo nikampigia katibu mwenezi mwenzangu wabawacha Sigrada, vipi hali yako? Anasema naendelea vizuri, lakini vipi? Anasema nimetoka, lakini bado nahisi maumivu, nahitaji kwenda Peramiho kwa ajili ya checkup zaidi. Nimemwezesha aende Peramiho. <laughs> lakini nataka niwaambie yule ni mwanadada pale. Kuna unyanyasaji wa jinsia, kuna udhalilishaji na wataka wanaharakati wanaojiita warakati wa akina mama, wa wanawake, jitokezeni sasa kumsaidia Sigrada. Kwa nini nyiye mmekaa kimya? UWT wameenda Chama cha Mapinduzi kimeenda. John Heche kapita hospitali ya Kibena, anaiona hapa, hata kumjulia hali. Hayo ndio CHADEMA <totitikana> wana ugomvi mkubwa. Unahitaji ushahidi gani kujua hawa watu ni wa wana ugomvi mkubwa? Dada anahitaji msaada, na mimi ni katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi, lazima mwenezi tusaidiane, na mimi nawaomba hapa tuanzishe mchango wa kumsaidia Sigirada kwa ajili ya matibabu yake, aendelee kujiuguza, aendelee kutibiwa zaidi. Ameniambia anaenda Peramiho, nimemwezesha, lakini lazima tuendelee kumchangia Sigirada hapa, chama cha mapinduzi na mimi nataka niseme, niseme, nisiseme, msimfukuze Sigirada kwa sababu tunamchangia. Hata Lisu nilimchangia hela Mwanza akatengeneza gari yake Siimoye yeyote anayeguswa, sasa tumchangie Sigirada ili aweze kupata matibabu zaidi, aweze kutibiwa. Ya oye, kila mtu, katibu wa wilaya, mkoa, njoo hapa. Tuanza na nyie, meza kubwa, tumchangie Sigirada, anaenda matibabu zaidi uko Peramiho vipimo watu hao wamemuumiza sana, ameumia msigo. Njoo hapa njoo msigo, uchangie tumchangie, Sigrada apate matibabu zaidi. Na mimi na, naahidi kwamba tutahakikisha, naomba msigo atoa hela hapa. Ametoa hela njooni, yeyote anayeguswa aweke hela hapa, tunamsaidia Sigrada kwa matibabu zaidi sana. Kila anayeguswa aje hapa tumsaidie wenzetu apate matibabu. Kila anayeguswa aje hapa, kila anayeguswa Karibuni sana. Karibuni sana. Wetu wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Iringa, ndugu yetu Hassan Siabri amechangia naye, ametoa hadi yake kwenye hii changizo, atatoa milioni moja. Ndio. Utaziweka kwa pamoja na mimi nitamtumia Sigirada. Nawashukuru sana wana CCM. Hii ndio fora ukijumlisha na ya mneki una milioni moja laki tano hamsini na tatu na mia tano na mimi, kwa sababu amesema mena, naenda mjini pale pale, nikifika naitaka ile milioni moja, naweka naweka kwenye mpesa namtumia Sigirada ili aendelee kupata matibabu. sisim hoye namba ya Sigirada. Na nawashukuru sana mmeona ila eh nashukuru sana, hii ndio CCM lisi, wakati ananyanyaswa, wakati fulani gari lake limechoka linahitaji marekebisho, nilianzisha mchango na katibu mkuu wa CCM kule Mwanza, zikapatikana fedha nikamtumia kwenye akaunti akazipokea. Chadema wakamuuliza wewe, umepokea hela? Anasema ulitegemea nini? <laughs> Namtazarisha lizu asije akamchukulia Sigrada hatua, kwa sababu hata yeye tulishamchangia hela na tulimpa huwa chuo cha management kilichopo Mwenge Dar es Salaam na chenye thibati na usajiri wa sifuri mkwaju29 &E anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na na certificate katika za IT, business administration, accountancy, procurement and supply, front office na hotel management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza wanafunzi wenye weledi wengi, wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia. Kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.